Mambo hii ya kusema ati chama hii ni ya upande hii, chama ni ya upande hii, chama ni ya upande, upande hii la, wacha tuwe na national parties ambazo zinaunganishwa kwa sababu ya sera, lakini sio kwa sababu ya pahali ya ambapo zimetoka. Hakuna sababu ya nyinyi kama wanajubilii kuchagua mtu kutoka kila kona yeyote ya Kenya haja ni nyinyi mjue ya kwamba huyo mmechagua ni mtu ambaye atajitolea kutendea Wakenya wote pahali popote walipo kwa haki, bila kupora na bila kutenga mtu yeyote. That is the only thing that is important, sio sio mtu ametoka wapi ama umezaliwa wapi na ndipo nilikuwa nawaambia hii story. Watu walikuwa wanazungusha, sijui hasla, sijui huyu ni mtoto wa single mother, si huyu ni mtoto wa dynasty. Kwa, kwa mimi najua watoto wangapi wa single mother ambao wamesoma vizuri sana na wameendea eh. Lakini kusema ati wewe adhabu wewe umezaliwa na single mother, hiyo ndio qualification yako ya kuchaguliwa? Hapana, njoo uambie wakenya ni nini utawafanyia pahali popote umezaliwa, haja ni nini unawafanyia. Otihora, anyway, apana, apana. Yeah. Um, yeah. Kila mtoto uwe umezaliwa kwa nyumba ya matope, uwe umezaliwa kwa nyumba ya dhahabu, kila mtu ako na nafasi ya kuongoza taifa hili letu la Kenya, haja ni apatiwe nafasi, na tunataka sisi iwe chama chetu cha, cha Jubilii ndicho kitapatia wakenya wote bila kubagua nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Na hiyo ndio lengo letu, na hiyo ndio nimesema na nitahakikisha mimi nimesimamia hiyo process mpaka mwisho, na ndio zile shida ambazo zilitokea hapo awali watu kuwa wanauza matikiti na mfuko kulingana na ile pesa wamepewa. Hiyo system imeisha. Transparency itakuweko in all the processes that we shall follow. Na mtu kama ni kiti, unataka, wenye viti ni hawa.